Isaya hi mlango wa tisa. Lakini yeye aliyekuwa katika dhiki hatakosa changamko. Hapo kwanza aliingiza nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu, karibu na njia ya bahari, ngambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Umeliongeza taifa, umezidisha furaha yao; wanafurahi mbele zako kama furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wafurahivyo wagawanyapo nyara. Kwa maana umeivunja nira ya mzigo wake, na gongo la bega lake, na fimbo yake yeye aliyemwonea, kama katika siku ya Midiani. Maana silaha zote za mtu mwenye silaha wakati wa mshindo, na mavazi yaliyofingirishwa katika damu yatakuwa tayari kuteketezwa, yatakuwa kuni za kutiwa motoni. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe, katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake kuuthibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndiyo utakaotenda hayo. Bwana alimpelekea Yakobo neno, likamfikilia Israeli. Nao watu wote watajua, yaani Efraimu na yeye akaye Samaria, wasemao kwa kiburi na kwa kujisifu nafsi zao, Matofali yameanguka, lakini sisi tutajenga kwa mawe yaliyochongwa. Mikuyu imekatwa, lakini sisi tutaweka mierezi badala yake. Kwa sababu hiyo Bwana atawainua adui wa Resini juu yake, naye atawachochea adui zake. Waashuri upande wa mbele na Wafilisti upande wa nyuma, nao watamla Israeli kwa kinywa kilicho wazi. Pamoja na hayo yote, hasira yake haikugeukia mbali, lakini mkono wake umenyoshwa hata sasa. Lakini watu hao hawakumwelekea yeye aliyewapiga, wala kumtafuta Bwana wa majeshi. Kwa sababu hiyo Bwana atakata katika Israeli kichwa na mkia, kuti na nyasi, katika siku moja. Mzee mwenye kuheshimiwa ndiye kichwa, na nabii afundishaye uongo ndiye mkia. Kwa maana waongozao watu hawa ndio wawakoseshao, na hao walioongozwa na watu hao wameangamia. Kwa sababu hiyo Bwana hatawafurahia vijana wao, wala hatawahurumia yatima zao wala wajane wao, maana kila mtu ni mnajisi dhalimu, na kila ulimi hunena upumbavu. Pamoja na hayo yote, hasira yake haikugeukia mbali, lakini mkono wake umenyoshwa hata sasa. Kwa maana uovu huteketeza kama moto, huila mibigili na miiba; naam, huwaka katika vichaka vya mwitu, nao hupaa juu katika mawingu mazito ya moshi. Kwa sababu ya hasira ya Bwana wa majeshi, nchi hii inateketea kabisa, watu hawa nao ni kama kuni zitiwazo motoni. Hapana mtu amhurumiaye ndugu yake. Hupokonya upande wa mkono wa kuume, nao huona njaa hula upande wa mkono wa kushoto wala hawashibi. Watakula kila mtu nyama ya mkono wake mwenyewe; Manasi anamla Efraimu, naye Efraimu anamla Manase, nao wawili pamoja watakuwa juu ya Yuda. Pamoja na hayo yote, hasira yake haikugeukia mbali, lakini mkono wake umenyoshwa hata sasa.